Beki wa kazi ndani ya kikosi cha Simba hatakuwa ndani ya kikosi hicho kwenye mechi kadhaa, kutokana na kutokuwa fiti, huku akiwakosa mazima Waarabu wa Misri Al Masry katika mchezo wa ugenini ule wa Aprili mbili na ule mchezo wa Aprili tisa ambao Simba watakuwa nyumbani. Ni asilimia chache sana kwa mwamba kuweza kurejea uwanjani. Anaitwa Che Malone Fondo, chaguo la kwanza kwenye eneo la ulinzi la kocha mkuu Fadlu Davids. Huyu alipata maumivu kwenye mchezo wa ligi kuu Tanzania bara mzizi madabi dhidi ya Azam FC uliochezwa uwanja wa Mkapa. Kwenye mchezo huo katika dakika 15 za mwanzo mwamba alipata maumivu alipokuwa akiokoa hatari, jambo ambalo lilifanya atolewe nje mazima. Kwenye mchezo huo alikwama kukomba dakika tisini, na mwisho ubao wa uwanja wa Mkapa ulisoma Simba mbili mbili Azam FC, wakigawana pwenti moja moja, wa wababa hao katika mchezo wa mzezi madabi baada ya dakika tisini kukamilika. Ahamedi Ali, meneja wa idara ya habari na mawasiliano ndani ya kikosi cha Simba ameweka wazi kuwa Che Malone yupo anapatiwa matibabu na bado hali yake haijatangama, hivyo ni budi wana Simba kuendelea dua ili mwamba huyo arejee katika ubora wake. Kwa sasa yupo nchini Moroko ambapo wanapatiwa matibabu ili kurejea katika ubora. Ataukosa mchezo wa Al Masry ugenini, ambao huu ni hatua ya robo fainali kombe la shirikisho Afrika, na robo fainali ya pili inatarajiwa kuchezwa Aprili 9, 2025, ambao na huu pia uwezekano wa Che Malone kuanza kwenye mchezo huo ni mdogo sana. Taarifa zinaeleza kuwa huenda atakaa nje muda mrefu, ili kurejea katika ubora wake kutokana na tatizo alilonalo. Hivyo ni muda wa kuendelea kumwombea dua njema, ili arejee kutimiza majukumu yake, aendelee kufanya kazi ndani ya uwanja. Sauti ya Lunyema, Dizo Mliuka, a boy from Njombe.